Hey, wadau mambo vipi? Wala fatiliaji wa channel ya Plan B Survival na wakalibishani tena kwa mara yingine. Leo naenda tunaenda kuelimishana kwa wale wanao tunaonunua kompyuta kita mtaani sasa kuna kompyuta ambazo sisi tunalikuwa unajikuta unataka unataka kompyuta ya yenye uwezo kwenye yaani diski yake iwe kubwa. Kwa hapo, tunakuta muda mwingine tunaingia kwenye mitego ya watu wenye malengo yao. Sasa leo hii video hii inaweza ikakusaidia sehemu moja au nyingine kuweza kukwepa hilo hilo tatizo. Basi twende tuone nafanyaje. Kwanza nitakuonyesha jinsi hizo diski zinavyotengenezwa, hizo kopi zinakuwa feki kwa kutumia folder ambayo, kwa mfano, mimi hapa nina hizo diski hizi unazoziona hapa. Hizo diski hizi unazoziona hapa, ziko diski sita. Ah, ziko hii nyiu hii ni kopi E e a b, hizi ni kopi nilizitengeneza kama majaribio, ila nitakuonyesha jinsi ya kuzitoa tune. Kwanza tuone zinatengenezwaje. Hapa kuna a, kuna b, kuna c, kuna d, kuna e, kuna f, kuna g, kuna h na kuna k, kuna x. Sasa kwa hiyo, hapa kuna program ya kutengenezea hizo hizo. Hiyo program ilitengenezwa hapa hapa kwa, kwa mazumuni ya, ya kuonyesha kufundishia tu kwamba jinsi zinavyokuwa, mtu asia kasema ani uongo ni nini? Hapana, leo nataka nikuonyeshe. Tunasubiri hii program ifunguke, tuone ni kuonyesha jinsi zinavyofanya kazi. Tumeshaangalia hii, kuna a, b, c, d, hizi ni kopi. Hizi nilizitengeneza tu kwa sababu ya ni kopi. Hii program imetengenezwa hapa hapa na Plan B hii inatengeneza copy kwa kutumia folder. Kwa hiyo tujiazali, kwa wale tunanunua kompyuta mtaani, unajikuta umenunua computer umetoa ela zako nyingi, then baadaye unajua unajikuta umeingia hasara. Kitu tunachokitegemea sio tuani Waonyeshe, tusichukue muda sana, maneno yasiwe mengi. Sasa so, kwa mfano hapa tukiangalia amna new folder, new, new, new folder, sorry, new volume kuna x mwisho. Kwa hiyo hapa labda tuweke, tutengeneze zedi, tutatengeneza z hii. Zedi unaipa inter, ukishaipa inter hapo ita, itaomba weka folder unalohitaji liwe ndani ya diski kwa hiyo kwenye hiyo diski z folder lipi? Kwa hiyo nitatafuta folder lolote hapa. Sasa hii ina kitu kimoja, yaani kama diski yako ina GB, ina disk hiyo, partition yako unaenda kuchukua mondani ndani, kuna GB zaidi, yaani kuna GB kama kuna terabyte, na hiyo copy unaenda kuitengeneza na nyewe itakuwa na terabyte. kwa hiyo kama hii hii, hii nimeweka hapo mjomba. Nikiipiga enter itaanza kutengeneza, nitaisubiri huku. Wakati naisubiri naangalia hii diski yetu, disk yetu ina ngapi? Hii diski yetu ina mia moja jumla total ni mia moja kumi na saba Kwa hiyo inategemea na hiyo diski zaidi, itakuwa na mia moja kumi na saba kwayo itakuwa ni hivyo. Kwa, tunasubiri imalize. Hii hapa diski yetu na yenyewe kweli zaidi, hii hapa tumeiona, na yenyewe ina GB imefungua, ina vitu ndani. Ndio hivyo kwao unaikuta hivyo, kwao zinatengenezwa hivyo. Labda kwa mfano unaweza kusema labda hujaona hii, na yenyewe ina GB mia moja kumi na saba. Haya, nitafute ipi yenye GB ngapi, labda hapa Ngoja niangalia detail detail. Oh, sorry. Niangalie hapa detail hii na detail. Okay. Nije sipaoni pa kuchanchia naona no, tena Nawenge, na nastaki video iwe ndefu kastaki video iwe ndefu lakini haina namna haina jinsi ta, nitaendelea kwa hiyo kama ndio hivyo, tumeshaona hicho kitu hapo, tumekiona wote, twende tume tujaribu tena kutengeneza diski nyingine ambayo haipo ni ni H ipo, tuseme tuweke J. tukiweka J, tuchukue tena copy ya diski nyingine hapa D ii hapa hii hapo tuweke hapa na have to create huko ah, tutasubiri itengeneze tuone, tumeweka J. Kwa hiyo ndivyo zinavyokuwa sasa. Baada ya hapo, nitawelekeza kama uki, ukinunua kompyuta mtaani na watu waelewi wafahamu na amwaminiani ufanye nini, yaani kukusaidia kwa hatua ya kwanza kama haijatengenezewa programu ya kuzirudisha zile diski, basi uizime hiyo kompyuta then uiwashe, hizo diski zitakuwa zimetoka. Ila kama kama haijatengenezewa kama imetengenezewa programu ya kurudisha zile diski za partition zilizotengenezwa, basi utachokifanya Utatumia, umeona, imekuja hii. Ni new volume z j j, tutafute j iliyotengenezwa. J hii hapa ina ngapi? Ina 100 mia saba thelathini na mbili mb. Kwa hiyo ndio hivyo, yani inachukua kopi jinsi ya ile diski ilivyo. Kwa hiyo ukienda ovyovyo, ndo unakuwa umepoteza hii. Program ndo inafanya kazi hiyo hii nilitengeneza mahususi kwa kufundishia na kuelekezana jinsi zinavyokuwa. Sasa kama kuna programu imetengenezwa ya bado ya kuchukua kopi ya ile moja kwa moja, sio tena, kwa sababu ikishakretiwa huku, ikifika huku, yani isitoke, ibaki vile vile. Kwa hiyo hapo sasa utaingia utaingia utatumia njia hii kwanza, utabonyeza control no utabonyeza window key plus r, window key plus r utaandika uta, cmd utabonyeza sawa. Yani utabonyeza window key plus r, utabonyeza zeni hapa, utaandika sa sub, sabust st zeni utaipa nafasi zeni utaipa huo mraro zeni utaipa d, utaandika herufu d. Zeni utaandika herufu ya diski j, tuitoe j, utaweka hivyo. Ukifanya hivi, itakuwa imetoka. Kwa hiyo utakuwa unafanya tu hivyo, kama ni a utakuja kwenye a kama itakuwa ni diski ambayo ni ya kopi, ni diski ambazo ni kopi Sabu, st nani hiyo alama zeni d zeni a utaweka hivi vialama viwili, alafu utaipa. Kwa hiyo utakuwa umeondoa itakuja hapa, ni b, nilikwambia ile ilikuwa ni kopi, nilimaanisha ni kopi. Utakuja b zile ile nani nikuwa ni kopi, utakuja labda x ile nayo ilikuwa ni copy. Utakuja yani kwa huo utaenda, utakuwa unafanya hivyo kuzitoa zile diski. Na nikija kweli nikiangalia hapa, zimetoka a, imetoka b, imetoka e, imetoka g, imetoka imebaki zedi, imebaki zedi. Sasa so, so, na hiyo zedi nayo ni, kwa sababu niliweka kama copy, nafanya zedi zedi, sorry. Kwa hiyo nitaangalia hiyo nayo na itakuwa imetoka. Kwa hiyo diski zangu zitabaki je, em nione kwenye hiyo itandetea herufi gani? Itandetea herufi ipi? ni dasa niweke f kwa sababu ipo invalid parameter. Kwa hiyo hiyo ni invalid, kwa hiyo itakuwa imo imekataa. Shanielewa koo ndo itavyokuwa hivyo, kwa hiyo itakuwemo na ujumbe itakutumia huu. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu zangu. Tuendelee kufuatilia chaneli hii, usisahau kusubscribe na kucomment. Karibuni sana katika chaneli hii. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante, nashukuru. Umejifunza, najua umejifunza kitu utakifanyia kazi.